Kwa jina naitwa Dr. Erasto Sylvanus mkurugenzi wa dharura na majanga, Wizara ya Afya, na tu tunaratibu shughuli hii. Ni sehemu ya ya shughuli ya kujenga utayari na kukabiliana na dharura za afya. Kikao hiki ni muhimu sana kwa kuwa kinaenda kuchambua na kuangalia, je, kuna athari gani ambazo zinaweza zikajitokeza kwenye nchi yetu ambazo zinaweza zikaathiri afya ya jamii. Kwa hiyo inaweza ikawa ni athari za uh, magonjwa inaweza eh, ikawa hatari za, kia, kia, za kiasili kama maporomoko ya ardhi ma, majengo au kumwagika kwa kemikali ambazo zinaweza zikadhuru wananchi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni kikao ambacho kinakutanisha wataalamu wa sekta zote au sekta mbalimbali mbali, nchini kuanzia utalii, sekta ya mifugo, sekta ya kilimo, sekta ya afya na taasisi nyingi za utafiti na kadhalika, ofisi ya waziri mkuu, ofisi ya makamu wa rais mazingira, uh, ofisi ya, ya rais kulu na watu kama hao. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni serikali nzima na wataalamu wake wanakaa pamoja kupitia eh, na kutoa kwa viashiria mbalimbali ambavyo vinaweza vikajitokeza na kuangalia ukubwa wake unaotegemewa, vinaweza kutokea kwa ukubwa gani na vinaweza kuleta madhara kiasi gani. Baada ya kufanya hivyo, tunaenda kuchambua sasa e, tuna uwezo wa kuyazuia tufanye nini tuweze kuyazuia. Yale ambayo ni lazima yajitokeze kwa namna ambayo ni ya kiasili nje ya uwezo wetu, tunajipanga sasa kuweza kupunguza madhara yake. Kwa hiyo ni, ni, ni tool au ni nyenzo ambayo inaenda kutusaidia sasa kujipanga na kujua na kujiandaa vizuri na kujiweka kwenye hali ya utayari wa kukabiliana na janga fulani.